Wakati wengine mnasema kwamba jogoo limekwisha wika Dodoma, mimi ninakwambia jogoo limekwisha wika mkoa wa Mbeya. Jogoo hili limewika hasa katika jumuiya ya wanawake wa Chama cha Mapinduzi, UWT, ambapo mpaka sasa makada watano wa Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania, UWT, wa chama hicho wamejitokeza ama wanatajwa kwamba watawania nafasi ya ubunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya kupitia CCM. Majina haya matano yameshatufikia baada ya kusikiliza watu mtaani, kwamba nini kinachoendelea, nani wanaosemwa kuwania nafasi hiyo ya a, ubunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya. Ikumbukwe, kabla sijakutajia majina haya matano, mpaka sasa wabunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya kupitia Chama cha Mapinduzi wako wawili. Mmoja wa wabunge wa UWT ama wabunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya si mwingine ni Injinia Mary Priska Mahundi ambaye mpaka sasa ndiye yupo, lakini pia yupo Suma Ikenda Fyandomo ambaye yupo mpaka sasa. Ni hawa ndio wabunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya mpaka muda huu na muda wao utaisha tarehe 27 mwezi wa sita mwaka 2025, baada ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuvunjwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni Mbeya, lakini tujaribu kuona ni akina nani ambao wanatajwa kwamba watawania nafasi hiyo ya ubunge kwa sababu baada ya kipindi kuisha naikumbukwe tarehe ishirini na nane mwezi wa sita ndipo mambo yataanza, yaani fomu zitaanza kuchukuliwa za kuwania nafasi mbalimbali katika chama cha mapinduzi. Hii ninaweza kuitamka kwamba huu ni moto bila moshi katika mkoa wa Mbeya, lakini nadhani si katika mkoa wa Mbeya tu, mahala pengi, kwa sababu uchaguzi, hakuna uchaguzi mdogo, kwa uzoefu tulio nao hakuna uchaguzi mdogo, hata uchaguzi wa familia pia ni mgumu. Sasa tuwatazame watu watano ambao wametajwa kwamba wanawania nafasi ya ubunge wa viti maalum Mkoa wa Mbeya kupitia chama cha mapinduzi, hasa jumuiya yao ya wanawake UWT. Mtu wa kwanza ambaye anatajwa ni mhandisi ama injinia huyu, Mary Priska Mahundi ambaye pia ni naibu waziri wa serikali ya awamu ya sita. Lakini Mary Priska Mahundi engineer anatajwa kwamba eh, ni moja kati ya watu watakaochukua fomu ya kuomba ridhaa tena kwa wanawake wenzake wa Mkoa wa Mbeya kuwania nafasi hiyo ya ubunge wa viti maalum ili ateuliwe ama, ah, achaguliwe kuwa mbunge, lakini utaratibu ni ule ambao umetangazwa na chama hicho kwamba wagombea wote watachukua fomu kisha kuzirejesha na baadaye ngazi mbalimbali zitapendekeza majina matatu ndiyo yatakayorudi kwenye kupigiwa kura na mkutano mkuu ambao, uh, chama hicho kimeupanga kutokana na viongozi wa ngazi mbalimbali kwenda kupiga kura za kuwachagua viongozi hao. Hivyo injinia Mary Prisca Kamahundi ni mmoja kati ya wanaotajwa kwamba atachukua fomu ya kuomba ridhaa ya jumuiya hiyo na chama ili wamrejeshe katika zile nafasi tatu, ama watu watatu watakaorudi, ama majina matatu yatakayorejeshwa kwa ajili ya kupigiwa kura na wajumbe, kama mnavyofahamu ndugu zangu, wajumbe. Lakini mtu wa pili anayetajwa si mwingine, ni mbunge lake, jina ni Suma Ikenda Fyandomo. Suma Ikenda Fyandomo, ikumbukwe pia ni mbunge wa viti maalumu katika mkoa wa Mbeya na huyu pia anatajwa kwamba itakapofika muda wa kuchukua fomu naye atachukua fomu ili kuomba ridhaa ya vikao pia baadaye, labda kupigiwa kura baada ya majina kurudi, kati ya yale majina matatu ambayo yatarejeshwa kama utaratibu wa Chama cha Mapinduzi uliokuwa umetangazwa hivi karibuni. Huyu si mwingine, ni Sumaikenda Fyandomo, anatajwa kwamba atarudi kuomba ridhaa ya kuwa mbunge tena ama kuwatumikia ama kuwawakilisha wanawake wa mkoa wa Mbeya kama mbunge wa viti maalum mkoa huu wa Mbeya. Lakini mtu wa tatu anayetajwa huyu ni mbaraza wa UWT mkoa wa Mbeya na lake jina ni Sara Walesi Mwangasa. Sara Walesi Mwangasa anatajwa pia kwamba ni mmoja kati ya watu ambao tayari tetesi zimeendelea kuvuma huko mtaani kwamba ni mmoja kati ya watu ambao wataenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge wa viti maalumu mkoa wa Mbeya ni Sara Walesi Mwangasa. Huyu ni mtu wa tatu anayetajwa. Mtu wa nne anayetajwa kwamba atachukua fomu hiyo ya kuwania ubunge wa viti maalum kupitia UWT yani ujumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi, si mwingine ni Hobokela Mwankina. Hobokela Mwankina ni mmoja kati ya wanaotajwa pia kwamba ataweza kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge katika jumuiya ya wanawake wa mkoa ombea, wa Mbeya ili awe mbunge wa viti maalum kupitia mkoa wa Mbeya. Na huyu ni Hobokela Mwankina, mtu wa tano anayetajwa kutarajiwa kwamba atachukua pia fomu ya kuomba ridhaa ya vikao pamoja na kuomba kura kwa wajumbe, si mwingine ni Daktari Meli Mwenjelwa, Daktari Meli Mwenjerwa. Ikumbukwe huyu pia amewahi kuwa mbunge na, wa, na wa, naibu waziri wa serikali iliyopita, hivyo pia katika orodha hii ya watu watano ni mmoja kati ya wanaotajwa kwamba atachukua nafasi ya ama atachukua fomu ya kuomba ridhaa kuwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya kaya kuomba ridhaa kwenye vikao, lakini pia baadaye kuomba ridhaa kwa wajumbe, wajumbe. Naam, ndio maana nakwambia kwamba mpaka hapa jogoo limekwisha. Mbeya limewika, Mbeya sio kuwika Dodoma tu. Jogoo limewika Mbeya, na huu ni moto bila moshi. Kama ujuavyo, uchaguzi ni uchaguzi, lakini uchaguzi wa jumuiya ya wanawake UWT mkoa wa Mbeya UWT katika mikoa mingine, ni uchaguzi ambao unakuwa mm, uh, na hekaheka heka nyingi sana. Lakini kumbukwe licha ya kwamba kwamba uchaguzi huu unakuwa ni wa wanawake tu, lakini kama vile misemo isemavyo kwamba mafanikio ya mwanaume, mwanamke yuko nyuma, na mafanikio ya mwanamke, mwanaume yuko, yuko nyuma ama yuko mbele Uchaguzi wa UWT hata wanaume pia kwa namna moja ama nyingine, wanahusika katika kuliendeleza gurudumu la chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi ni dude kubwa kweli kweli, hasa ukitaka kujua kabisa kwamba dude kubwa, utazame mi, mi, mi, michakato ambayo ya chama hicho na jumuiya zake, hasa katika nafasi za kuwania uongozi. Hii ni UWT mkoa wa Mbeya, na hawa ni watu watano ambao wanatajwa mpaka muda huu tarehe 11 mwezi wa sita 2025, kwamba watajitosa kuwania nafasi ya ubunge wa viti maalumu mkoa wa Mbeya. Na hawa ni kukumbushe, si wengine ni mhandisi Mary Priska Mahundi Suma, Ikenda Fyandomo, Sara Walesi Mwangasa, Hobokela Mwankina na Dr. Meli Mwanjelwa. Hawa ni baadhi ya wanachama watano wa CCM kupitia jumuiya ya wanawake wanaotajwa kwamba watawania ubunge wa viti maalumu mkoa wa Mbeya. Mtazamaji, tutaendelea kukuletea mambo kadha wa kadha hapa hapa Nyikani TV na langu jina ni Godoni Karulunga Mwaipungu. Tafadhali endelea kuwa nasi, lakini pia unaruhusiwa kutoa maoni yako katika uh, comment selection hapo chini. Karibu na usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment kama nilivyokuambia kwa Kiswahili. Tafadhali karibu kwa maoni yako.